Mambo vipi? Is that Shamim, niko pale pale KMC Complex, na hapa bwana, nimemvizia Lanso, nimempata. Vipi, unajisikiaje? Safi sijui, alhamdulillah. Wewe bwana unajulikana kwa skills zako za kudefend ni hatari na kwenye kuslide, mashallah. Ni kitu gani ambacho huwa una train zaidi ili kuweza kupata skills hizi za kwa moja kati ya madefenda bora sana Tanzania? Ah, uh, yani ni wee mwenyewe yani un, un, mchezaji unataka kumwangalia, kwa hiyo wewe kama wewe ukiwepo mazoezi tena unafanyia kazi, sio labda ndo vinakuja tu lab, japo kwa ndo vipo kwa Wazanzibari wengi, yani vitu hivyo ni vipo, kwa hiyo ukifanyia fanyia mazoezi toka dogoni ndo naona tena hata kwenye mechi Mungu ana bless. Ni mchezaji gani wa okay, KMC unayecheza naye hapa ndo mchezaji ambaye naye karibu sana na unampenda sana Akram. Akram, okay. Uh, ni kitu gani kingine unakipenda zaidi katika timu hii? Katika timu hii upendo, timu hii ina upendo, wachezaji wanapendana, ndio maana mpaka tunapata mafanikio ya